Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana. Moja kati ya video ambazo zimeenda viral huko mtandaoni ni hii video ya Diamond Platnumz akiwa yuko hospitalini A, kwa ajili ya kufanyiwa Uh, usafi wa masikio ni moja kati ya video ambayo kiukweli tunaweza kusema kwamba imeenda viral kupitiliza na, na peji nyingi sana zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Diamond ameonekana akiwa anasafishwa masikio na hii ni teknolojia mpya kabisa ambayo imewavutia na kuwapendeza watu wengi sana. Sasa hii teknolojia inavyofanyika ni kwamba uh, wanaingiza kwanza kabisa kamera sikioni Meone? Ni kama zile video za TikTok ambazo huaga tunaziona kwa hiyo hiyo teknolojia naona bwana hapa Tanzania napo pia ipo. Kwa hiyo kuna taa inamulika na hiyo taa ina kamera, alafu inaingizwa sikioni meona eh? Kwa hiyo taa pamoja na kamera vikiingizwa sikioni, kinaingizwa na kifaa cha kwenda kusafisha au kutoa chochote kile ambacho kimekwama huko sikioni au aidha, eh, kama labda kuna uchafu ule wa masikio ambao umekuwa umeklock eh, kwenye haya matundu ya sikio basi wanaenda kuzibua. Umeona bwana, na hiyo prosesi yote, kwa vile kuna kamera na taa, basi inakuwa monitored, yani inakuwa inaonekana katika screen. Kwa hiyo unaona sikio lako ndani jinsi lilivyo kwa ukubwa kabisa, katika kio kikubwa tu. Kwa hiyo unashuhudia jinsi sikio lako lilivyo huko ndani. Kwa hiyo kama kuna taka taka, kuna uchafu, kuna kitu kilikuwa kimekwama, kuna mdudu, kuna mayai au kuna chochote kile ambacho kipo sikioni kwako, basi unakuwa unakiona. Kwa hiyo hicho ndicho alichokuwa anafanyiwa Diamond na huo ndio utaratibu ambao Diamond alikuwa anafanyiwa katika swala zima la kusafishwa masikio yake. Na ni kitu ambacho hata yeye mwenyewe pia Diamond amekuwa very impressed. Eh, ameona kabisa kwamba ni jambo ambalo ni la kipekee ambalo alikuwa hategemei kama kweli huduma kama hii ipo hapa Tanzania. Na amefurahishwa sana na huduma hiyo ambayo amepatiwa. Kwa hiyo Diamond alikuwepo hospitalini akiwa anasafishwa masikio na hizo video kiukweli zimeenda viral kupitiliza. Meona bwana. So Diamond mwenyewe alikuwa very surprised, eh, ameshangaa eh, kuliona sikio lake jinsi lilivyokuwa linaonekana na kilichokuwa eh, kinaendelea hapo ni kusafisha tu. Kwa watu wasijua, kafikiria labda kuna foni au plastiki yoyote ya foni ilikuwa imezama kwenye masikio Diamond, ya Diamond, labda Diamond ana ya matatizo ya bwana eh, na masikio ya watu wengi sana yako hivi, mengine labda yako worse than this ambacho mnachokiona hapo katika eh, hizo kamera ambazo zilikuwa zimeingizwa katika masikio ya Diamond kuonyesha masikio yake wakati anasafishwa. So peji mbalimbali zimeripoti kama nilivyokuambia hapo awali. Eh, bwana kuna peji wamesema kwamba bwana, jamani mimi sijaelewa. Kuna peji nyingine hapa ameandika kwamba bwana kuna baadhi ya comment ambazo zimejitokeza wakati Diamond anasafishwa masikio e, zimenichekesha sana Juma hapo. Peji nyingine hii hapa, kama una roho ndogo, bwana usiangalie hii video. Diamond masikio Diamond ametolewa uchafu sikioni, katupiga akatupiga e, ila wabongo, kuna mtu amesawabi bwana. Mondi, mzee wa kontenti e, anaulizwa na daktari unasiki, unasikia, anajibu sisikii. Sasa amesikiaje kwamba ameulizwa kwamba unasikia? <laughs> Yeah. So, kuna mtu ameandika hivyo lakini pia vilevile vile, uh, nshu nyingine ambayo imetokea ni kwamba, kuna hii koment nyingine hapa ambayo imewaacha hoi watu wengi sana. Kwa mtu bwana, huu ndo muda sasa wa dada yetu Zuchu kuomba ndoa kaka yetu alikuwa askii. Umeona bwana, kwa kuna mtu ameandika hivyo kwamba, uh, Zuchu bwana, sasa sasa hivi akimwambia Diamond amuoe atamuoa, kwa sababu sasa hivi Diamond ametolewa uchafu masikioni, kwa hiyo anasikia. Hapo awali alikuwa asikii kama Zuchu anamwambiaga kwamba amuoe, kwa, kwa sababu alikuwa na uchafu masikioni. Kwa sasa hivi, kwa vile ameshafanya usafi, basi atakuwa anamsikiliza mambo hayo. Ni vituko tu vya hapa na pale. So ngoja nikusomee comments nyingine za wadau mbalimbali, ambao wamekuja kuzungumza au kucomment kuhusiana na hii issue ambapo hapa kwa mfano kuna mtu sababu, kuna mtu ameandika kwamba mimi nilijisafisha na penseli ufutio ukabaki ndani, hiyo hilo tukio sitolisahau. <laughs> ya watoto wengi sana nadhani wamepitia hii, kwamba unajisafisha masikio na penseli kule nyuma kwenye ufutio, alafu baadaye ukija ukichomoa hivi penseli ufutio unabaki uko ndani, inakuwa ni kilio mayowe e, mpaka nyumbani. Haya, mtu mwingine alisema kwamba bwana, zingatia uziwi hizo e, Amesema kwamba zinatia uziwi hizo ukiziendekeza. Kuna mtu ameandika hivyo. Sofia Amani anasema kwamba bwana, nipo hapa na njiti yangu ya kiberiti, wala sina matatizo. Kuna mtu ameandika hivyo akiwa anamaanisha kwamba yeye yuko zake nyumbani, bwana, anachokonoa masikio na njiti ya kiberiti. kwa mtu anasema kwamba bwana, kumbe ndio maana alikuwaga asikiage kuhusiana na ndoa kwa binti wa watu Zuchu, kwa sababu bwana, wale tunaotumia njiri za kiberiti tujuane. Kwa mtu ameandika hivyo, kwa sababu bwana, kwa uchafu huo huwezi kusikia la mwazini wala la mnadi swala. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anaitwa Grace Bizoa actress, anasema kwamba e, bwana, na huu umaskini wa mm, wakuzurula kutoka Kariakoo mpaka Tabata siku ya kitole... siku ya kutolewa uchafu masikioni, naona kwamba watajaza ndoo kuna mtu ameandika hivyo akiwa anamaanisha kwamba yeye ni mtu ambaye anazurura sana e, kutoka Kariakoo Tabata wapi na wapi. Sasa anasema kwamba akienda yeye kufanyiwa hiyo proses au hiyo procedure ya kutolewa uchafu sikioni, wanaweza wakajaza hata ndoo. Kuna mtu anasema kwamba bwana Mwijaku asije kujaribu e, chumba mbia bwana, wasija hii ishu asija kajaribu Mwijaku, chumba kizima kitanuka. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba bwana, hapa sasa hata akiombwa ndoa atasikia. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba bwana, sasa sikio la Diamond lina uchafu kama huo, je, mimi wa Mbagala kingugi siku Eh, sikuna dampo kabisa. Kuna mtu ameandika hivyo, anaitwa official lina amekuja kucomment hivyo kwamba kama sikio la Diamond tu ambaye ni mtu wa magari AC studio ofisini wapi lina uchafu kiasi kile, Mtanzania eh, wa kawaida ya sikio, Ay, sikio. Madai kwamba anachuna kidume hela, habari wanayo. Kuna mtu ameandika hivyo, so it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka na wewe pia maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vilevile, bwana, hakikisha unakuwa karibu kabisa na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.